Pata vifurushi vya internet kwa bei poa kwa mitandao ya Vodacom, Yas zamani Tigo na Airtel. Tunakufanyia kazi na utalipia baada ya kazi kukamilika, kwa sababu tunafahamu umechoka na vifurushi vya gharama kubwa. Ndiyo maana Sensible Digital Service ndio suluhisho lako. Kwa Airtel, activation free ni elfu kumi tu, malipo ni baada ya kukamilishwa kazi. Vigezo rahisi: unahitaji tu namba ya simu, majina matatu na salio la kianzio la elfu kumi ambalo alikatui litatumika na kuji na bando lako la kwanza. Huduma inakamilika ndani ya dakika chache. Kwa Vodacom unaweza kuchagua kulipia kila mwezi kwa control namba, bando la 15 20, au hata zaidi. Ukiwa na bajeti kubwa utapata menyu yako binafsi na unaweza kulipia wakati wowote bando linapoisha, kuanzia gb 30 na kuendelea. Kwa Yasi zamani Tigo, tunakupa kifurushi cha Yasi Kinara kwa elfu ishirini tu, unapokea gb 5 dakika na sms papo hapo, huku menyu yako ikifunguka na kukupa uhuru wa kutumia huduma zako kwa raha. Ni rahisi, ni raha na ni nafuu. Usichelewe, furahia vifurushi kwa bei ya mseleleko. Tunakuwekea menyu ya vifurushi vya bei nafuu kwenye laini yako popote ulipo Tanzania.